Unataka kutengeneza video za kuvutia kwa AI bure kabisa? Nitakuonyesha zana potter bora za AI video generator ambazo unaweza kutumia bila kulipa pesa yoyote. Je, ungependa kutengeneza video za mafunzo ya AI kiotomatiki bila kuchoka? Leo nitakuonyesha jinsi ya kutumia AI video generators. Kabla ya kuanza, AI video generator ni programu inayotumia akili bandia kutengeneza video moja kwa moja kutoka kwa maandishi yako sauti ya sauti ya AI picha na video clips kutengeneza video zenye mafunzo, mifano na hata sauti ya kisasa. AI video generator ni programu inayotumia artificial intelligence kutengeneza video bila ya kukodisha studio. Inaweza kubadilisha maandishi kuwa video, kuongeza sauti ya AI I -I na kutengeneza michoro na animations kiotomatiki mifano ya vifaa ni Synthesia kwa video za watu bandia, InVideo kwa template za haraka, na Pictory kwa kutengeneza video kutoka kwa blog posts. Unaweza kutengeneza video ya AI kwa hatua hizi rahisi: kwanza, chagua AI video tool kama Synthesia au Canva AI; pili, ingiza maandishi yako script yako ya video; Tatu, chagua mtindo kama animations, sauti au picha. Mwisho generate na download. Unaweza kutengeneza video kama hii moja kwa moja. Vifaa hivi vina faida kubwa: zaidi ya haraka, video kwa dakika, sio siku. Hakuna matatizo ya kamera au sauti. Inaweza kufanyiwa kwa lugha nyingi, Kiswahili pia. Mikakati ya kufanikiwa: tumia scripts nzuri kwa ufanisi, ongeza visuals nzuri kama picha na michoro, na rekebisha sauti ya AI iwe ya kuvutia. Basi sasa unajua jinsi ya kutengeneza video za AI kwa urahisi. Tumia zana kama Synthesia, invideo au pictory, andika script nzuri kwa mafanikio, experiment na mitindo tofauti. Je, umewahi kujaribu AI video generator? Andika kwenye maoni, na kama unataka video zaidi kuhusu AI subscribe. Bonus tip: pata free trial kwa zana nyingi za AI video generators kujaribu kabla ya kulipia. Basi umepata zana porter za bure za kutengeneza video kwa AI: Canva, Pictory, Lumen 5 kapwinje. Utatumia ipi kwanza? Andika kwenye maoni na kama video hii imekusaidia, subscribe kwa mafunzo zaidi ya teknolojia. Kumbuka, zana nyingi zina free trial kwa siku saba mpaka kumi na nne. Kwa video bila watermark, unaweza kuhitaji upgrade. Anza kutengeneza leo bila pesa. Anza kutengeneza video zako leo kwa AI.